Ibn Batuta TV mwangaza kwa umma. Lakini shekhe e, nyinyi nathubutu kusema kwa kipindi ambacho mmeanza hizi huduma ni miongoni mwa taasisi, kwa utafiti wangu e, usio rasmi, nimeona kwamba miongoni mwa taasisi ambazo hazipokei malalamiko mengi, yaani kama vile watu mnaowahudumia wameridhishwa na, na, na huduma zenu Aa, na mara kadhaa huwa ninapata kuhudhuria e, semina za wali ambao wanaenda aidha umra au wanaenda hija. Huwa mnawapatia semina kuelekea e, tukio husika. Hivi utaratibu huo wa kufanya semina au kutoa hiyo elimu kuhusiana na hija na umra, hamjatengeneza mkakati wowote kuifikisha hiyo elimu katika jamii za kawaida huko kata mitaani? Naam, wallahi, alhamdu kwanza kabisa Tunamshukuru Allah, Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kwamba hivi matuta kuwa tume... kwanza ibada hija tumeitoa ni mm -hmm, na kuingiza kwenye social media. Wallahi, alhamdulillah hilo tunaji tunamshukuru Allah kwa hilo, kwa sababu sisi tumeingiza kwenye social media na kuitangaza kwa ukubwa wake ili watu waweze kujua ibada ya Allah, Subhanahu wa Ta'ala kama alivyomwamrisha Nabii Allah Ibrahim akamwambia wa'dhin fi nas, kwamba waite watu katika ibada yako ya hija. Na sisi kwa tukatumia social media, kwa sababu social media ukiangalia soko wanasema nauza vitu vya used. Kwenye vitu used unaweza kupata vizuri ndani yake pia lakini vingi vinakuwa ni used tayari. Lakini internet ilivyo, social media kuna mengi mabaya, na sisi tukaona kwamba tuweke pia haya mazuri na kuwatangazia watu ibada ya hija ili waweze kurudi kwa Mola wao, kutubu na kumwomba msamaha Allah, Subhanahu wa ta'ala na kuomba mengi ya kheri. Kwa hiyo tumeipeleka sehemu fulani kubwa sana na tuna mpango pia mkubwa wa kuipeleka katika jamii pia. Kuingia wale tuna social media, kwa huko media wingi kutangaza kwa wingi sana. Ambapo kama semina hizo, si semina tu za watu kwa kuwaita kwenye hall na kuongea, mpaka tumetengeneza ishirini na moja za, za Sheikh Hassan Muhammad zote yeah, ili watu wapate semina kabla hata ya kuja kwenye semina hii tu, mm, kwa malizia. Naam Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.